Nam um, tukitoka Busia tuelekee Homa Bay ambapo serikali ya kaunti hiyo imeanza mchakato wa kuweka suluhu ya kudumu kwenye suala ukosefu wa maji unaoshuhudiwa kila wakati licha ya kaunti hiyo kuwa kando ya ziwa Victoria. Ni hali imetatiza afya ya wakazi hasa katika mji wa Homa Bay na vitongoji vyake. James Latano anatuarifu zaidi kutoka kaunti ya Homa Bay. Swala la ukosefu wa maji safi ya matumizi limesalia mwiba kwenye kidonda kwa muda mrefu kwa wakazi wa kaunti ya Homa Bay. Ni swala ambalo limewakosesha usingizi viongozi na washikadau mbalimbali katika kaunti hiyo huku maandalizi ya sherehe za sikukuu ya Madaraka yakiendelea.

Wakiwa kwenye ziara ya kutathmini hali katika mitaa ya mabanda ya Shauri Yako Sofia na Makungeni ambayo yameathirika pakubwa na ukosefu wa maji, viongozi wa kaunti hiyo wakilaumu ujenzi wa barabara ambao wanasema ulisababisha kupasuka kwa mabomba yanayosafirisha maji. I can confirm that um, in Mbita uh, we are doing an 8 kilometer uh, uh, water reticulation that is brand new lines um, covering most part of uh, town in Kindu through last mile connectivity We have just done a tender through Lake Victoria South Waterworks Development Agency of about 37 kilometers for Kindu, another 54 kilometers for Yugis, to see to it that the volumes of water that we have uh, from our new uh, Kokwanyo treatment plant uh, and um, a termo treatment plant that was just commissioned by a uh, head of state is distributed to the locals. so uh, we are going to have so many guests uh, coming around who will require clean

They have access to clean and safe water for domestic use, um, wherever they they, they will be. Shirikiano na shirika la kusambaza maji katika kaunti ya Homa Bay, Homa Wasco. Serikali ya kaunti ya Homa Bay imeamini itategua kitendawili cha kiu kando ya ziwa ambalo kwa muda mrefu limesalia kuwa dhiki kubwa. James Latano Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Homa Bay.